Abramu, aliyekuwa ametoka Misri, alirudi Kanani akiwa na mifugo mingi na fedha na dhahabu. Abramu akaenda mahali alipokuwa amejenga madhabahu na huko akamwita jina la Bwana. Ibrahim na mali za mpwa wake Lutu zilipoongezeka, ikawa vigumu kwao kuishi pamoja. Na ikatokea ugumu kati ya wachungaji waliokuwa wakichunga mifugo. Abramu hakutaka ugumu. Sisi ni familia, basi tusijadiliane kati yetu ikiwa utaenda kushoto, mimi nitenda kulia. Ikiwa utenda kulia, mimi nitenda kushoto. Lutu alitazama juu na kuona kwamba uwanda wote wa Yordani ulikuwa umejaa maji vizuri, kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri kuelekea Soari. Lutu alichagua kwake mwamba wote wa Yordani na akelekea mashariki. Wanaume hao wawili walitengana. Abramu aliishi katika nchi ya Kanani, wakati Lutu alishikatia miji ya mwamba na akapiga hema zake karibu na Sodoma. Watu wa Sodoma walikuwa waovu na walikuwa wakitenda dhambi kwa wingi dhidi ya Bwana. Baada ya Lutu kuondoka kwake, Bwana akamwambia Abramu Ibrahimu, angalia juu kutoka mahali ulipo na uone kaskazini na kusini, mashariki na magharibi, na nchi yote wayoyona nitakupa wewe na uzao wako milele. Uzazi wako utakuwa kama vumbi la nchi. Ahadi ya Mungu ilitangazwa tena. Abramu alijenga hema lake karibu na miti mikubwa ya Mamre huko Hebroni, ambapo alijenga madhabahu kwa Bwana. Hadithi ya Abraham kiwango. Ni eneo gani ambalo Lodi alichagua kama jibu kwa pendekezo la Abramu?